Wakati mwingine haya mambo yanafikirisha sana. Udemuza Zaylisa, mpenzi wake aliyekuwa naye kabla ya Hajimanara, ni mwanaume ambaye anatafuta mashuhuri kwa nguvu, na amekuwa akionyesha waziwazi kwamba mambo ya uchawi ni vitu ambavyo ni vitu ambavyo anavipenda sana. Dula Makabila, mara nyingi kwenye mahusiano ukiachana na mwanamke ambaye aiza unahisia bado kwake, moja ya kitu kikubwa ambacho wao wanakaga nakipenda kipenda sana ni kwamba yule mwanamke asifanikiwe kule anakoenda, na hata kama atafanikiwa lakini yale mahusiano yake aliyokuwa ambaye ameenda kuwa nayo yasiendelee kwa muda mrefu. Swali so, sasa la kujiuliza ni kwamba pale ambako unaanza kujikuta kwamba wewe pia unagombanagombana na mke wako, mpenzi wako bila sababu za msingi, kila ukitafakari, ukita unaona kwamba bana wake vitu haviendi, mpaka unajiuliza kuna nini na wakati mwingine unamwona mpenzi wako kama vile anabadilika, yaani kama vile haeleweki tena. Swali la kujiuliza kwamba, je, wewe na yeye kweli mnagombana kwa kile mnachokijua, au mchawe ni yule mpenzi wake ambaye alikuwa naye kabla? Ndio swali la kujiuliza. Haishi mpaka iishe.